Da, nchini Tanzania wizara zinazosimamia fedha na vikundi maalum wito wako ni upi kwa wow? Ah, wito wangu kwa hizi taasisi husika sasa, yeah, yeah, wajitahidi kuwaelimisha watu hasa wa wasimamizi kama sisi yeah, umuhimu wa kusajili hivi vikundi kwa sababu mm. Sasa hivi imeshakuwa mtu akijua kikundi chako kimesajiliwa yeah, anaingia akiwa na amani okay, kutokana na changamoto ambazo zishae kutokea mm. Sasa hivi watu wamekuwa makini sana, sasa taasisi zina kazi ya kuwaelimisha watu kwamba ukitaka kujua huko sehemu salama, hakikisha kuna usajili na kuna vitu ambavyo utaangalia ikiwemo cheti cha usajili. okay. lakini pia hawa wanaosimamia vikundi waelimishwe kwamba kuna umuhimu wa kusajili. bado tunaendesha ile kizamani. yeah, yeah. Yani, bado kuna ile ujamaa ujamaa fulani, lakini sasa hmm. tunatakiwa tuvuke huko hmm. tustiki kwenye kiuchumi zaidi. Wito wako na nafasi yako, kama unapata nafasi ya kutuma ujumbe benki kuu ya Tanzania BOT. E, wito wako ni upi ama ujumbe wako kwa Benki Kuu? Mi, ujumbe wangu wajaribu kurahisisha namna ya kupata usajili, okay. Yaani, usajili sio lazima mpaka uende huko, okay. Waangalie kwenye ngazi za serikali ambazo ziko chini amao yeah, zitamwezesha mtu ambaye uko kijijini awezi kufika mahali husika mm. Apate usajili kulingana na zile taratibu ambazo wameziweka mm. Wakirahisisha hili na wale wakakomaa kutoa elimu, basi tutafika, tutakupataka. <laughs> Mitandao ya kijamii na digita, dunia ya kidigitali, Tanzania ya kidigitali imekupa nafasi gani katika kufanya majukumu yako ya kila siku na shughuli kwenda, unanufaika binafsi? Nanufaika kwa kiwango kikubwa kikuwa, wow. Kiwango kikubwa sana. Mitandao ya kijamii ukiangalia, hmm, unaweza ukaidharau, hmm, na unaweza ukawa una posti hauna ingeji kubwa, yeah, hakuna like, hakuna comment, lakini mwitikio wa watu au simu, yeah, zinaita za kutosha, wow, koo mitandao ya kijamii ni platform ambayo ni kubwa kwa sasa hivi, hmm, inatusaidia sana hata sisi kwa sababu zamani ilikuwa vikoba mtu anajua vikoba viko kwa jirani yake au vipi, hmm lakini sasa hivi mtu anaweza kukaa na kikoba ambacho hakipo maeneo yake, na akatumia mitandao ya kijamii kama grupu za WhatsApp akapata taarifa zote za vikoba ukosefu wa